Jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka, sifa na utukufu tunavirudisha kwako, kwa sababu umestahili. Maana hatuna Mungu mwingine chini ya jua, wala hatuna jina jingine litupasalo kuokolewa kwalo, bali ni jina lako la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu umetupa uzima na afya na umetupendelea kuifikia jioni, si kwa sababu nyingine isipokuwa umetutuma tukalinene neno lako. Bwana Yesu, ninamweka mkononi mwako mtumishi wako uliyempaka mafuta jioni kwenda kutuletea habari zako njema. Baba, ninakuomba ukamtumie kama kipaza sauti chako, mtumie kama kitendea kazi tu, usimwache akinena yaliyo yake mwenyewe kwa mawazo yake, kwa elimu yake, au kwa mazoea yake, lakini lile neno ambalo Baba umependa watoto wako wakalisikia jioni ya leo, ukalitumie kupitia kinywa chake likapate kibali kwa wale wote wanaoenda kusikia. Na yale yote yatakaenda kusema mahali hapa, yakaishi kwenye mioyo yao. Ninasimama kinyume na nguvu za yule adui anayekusudia kuondoa kila ambacho Baba unaenda kukipanda kwenye mioyo ya watoto wako. Hana nafasi katika jina la Yesu. Ninaharibu na kuseta kuzimu kila mipango yake, hila na mitego anayoenda kuitega, mitego ile akanase mwenyewe. Lakini Baba, kwa mkono wako wenye nguvu, wafunike watoto wako wakapate kusikia na kuelewa yale yote ambayo Baba unaenda kusema nasi jioni ya leo. Tunaweka haya yote mikononi mwako tukiamini Yesu uko pamoja nasi, tukiomba na kushukuru katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu na wote tuseme eimeoasnulajetokeieateloka okolotokondikokovola vaponyila

Weza wa kifalme Yesu Kristo huko mabegani mwako, yote yanayofanyika chini ya mbingu ni kwa ajili ya kulitukuza jina lako tu Yesu Kristo. Na ishara na miujiza na maajabu mengi unayofanya hapa duniani ni kwa ajili ya kulithibitisha neno lako tu Yesu Kristo. Hakuna kitu ambacho Bwana anakipa kipaumbele katika ulimwengu wa sasa kama neno lako Yesu Kristo. Angalia, nimesimama hapa mimi mtumishi wako ili nianene hayo hayo ambayo Bwana kwayo mbingu na nchi zilipata kuwako na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Baba mwema, na kusini, neema yako ikae pamoja nami na kila roho ambaye, Baba, itakwenda kuyasikia haya, roho hiyo ipate faida kutoka kwako, kwa kwa jina la Yesu Kristo. Sante kwa sababu Roho Mtakatifu utakuwa pamoja na kinywa changu na kuniwezesha kunena sawa sawa na uweza wako katika jina la Yesu amen, amen. Tupige makofi na vigelegele kwa Yesu Kristo. Haya, ngoja tusome maneno ya huyu Yesu kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kumi na nne kuanzia msere wa kwanza. Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja ni tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo nami. Niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima.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 Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala humtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile, ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye; naye anipendaye atapendwa na baba yangu, nami na nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda siye Iskariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda, atalishika neno langu, na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyoambia wakati nilipokuwa wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyoambia. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea, litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuwaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuwaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu tumpigie Yesu makofi na vigelegele vingi vingi. Nataka na nizungumze na wewe maneno ya Yesu. Asante kwa sababu leo tena umejiweka tayari kwa ajili ya kusikiliza habari hizi njema. Hizi ndizo habari ambazo kwazo ulimwengu ulipata kuwako. Alitokea mtu mmoja duniani Alikuwa anaitwa Yesu Kristo. Huyu Yesu alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Huyu Yesu alikuwa ni mtu mwenye uwezo sana katika kunena na katika kutenda. Yesu alifanya miujiza mingi, Yesu alifanya ishara na maajabu mengi sana. Ulimwengu kashangaa, na ulimwengu kamwamini na wanafunzi wa Yesu wakaambatana na Yesu kwa miaka mingi. Yesu akawafundisha, Yesu akawaeleza kwamba kuna wakati unakuja mbingu na nchi hazitakuwepo. Akawaeleza habari ya mwisho wa dunia, kwamba kuna wakati utakuja kutokea mwisho wa dunia, atapeleka malaika zake, watakwenda kuwakusanya watu kutoka pande nne za dunia. Akawaeleza mambo mengi sana. Wanafunzi wa Yesu wakamsikia Yesu wakastaajabu sana, wanafunzi wa Yesu lakini, wanafunzi wa Yesu wakampenda Yesu sana, na kwa sababu hiyo wanafunzi wa Yesu hawakutamani kusikia Yesu anaondoka duniani au Yesu anakufa. Hawakutamani kabisa kusikia kitu kama hicho, wala habari kama hizo hawakutamani kuzisikia masikioni mwao. Lakini siku moja Yesu mwenyewe akawambia imenipasa kufa kwa sababu alikuwa ameambiwa na Baba, inabidi uende ukafe, damu yako imwagike msalabani, walimwengu wapate kuokoka. Wanafunzi wa Yesu baada ya kusikia habari zile kwamba Yesu atakufa, wanafunzi wa Yesu wakasikitika sana, kama wewe unavyosikitika. Wanafunzi wa Yesu wakafadhaika sana mioyoni mwao kama wewe unavyofadhaika moyoni mwako. Ninakuona umekaa katika sebule yako hapo, unafuatilia hii habari na unajipigapiga kifuani kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mambo ya kufadhaisha yamekukuta, kuna mambo mengi ya kusikitisha yamekukuta, kuna mambo mengi ya kuumiza moyo wako yamekukuta. Wanafunzi wa Yesu wakafadhaika sana mioyoni mwao, lakini Yesu akawaangalia wale wanafunzi, akaona wamefadhaika, akasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, Niaminini na mimi nyumbani, mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Tupo hapa duniani tunaona kuna majumba mengi ya kifahari, majumba mazuri, na yuko mwingine akifika katika nyumba yake pale akiwa amekaa, anaona kwa jinsi ambavyo nyumba yake na mandhari safi, anaona ni kama amefika, anaona ni kama hayo makao yatakuwa ya kwake ya milele. Makao tulionayo hapa duniani ni ya muda tu, nyumba nzuri tulizonazo hapa duniani ni za muda tu, sehemu nzuri tunazokaa hapa duniani ni za muda tu. Na tunapoona makao kama haya duniani, lazima tukubali kwamba yako makao katika ulimwengu mwingine usioonekana. Hebu tumpigie Yesu makofi na vigelegele. Yako makao mengine ambayo yanaitwa makao ya milele. Makao ya milele siyo kaburi. Yuko mwingine wakienda pale kwenye kuzika wanasema tumempeleka kwenye nyumba yake ya milele. Kabuli sio nyumba ya milele. Kabuli siyo nyumba ya milele. Yako makao ya milele. Kabuli imechimbwa na wanadamu. Eh? Mwanadamu hawezi kutengeneza makao ya milele, lakini mwenye uwezo wa kutengeneza makao ya milele ni mi Yesu Kristo. Yesu Kristo akawambia wale wanafunzi, msifadhaike mioyo yenu kama mnamwamini Mungu, mniamini na mimi, kwa sababu nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi; kama sivyo, ningeliwaambia maana naenda kuandalia mahali. Nikiisha kuandaa nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili mahali nilipo mimi nanyi mwepo. Tutamani siku moja kukaribishwa mbinguni kwa Yesu Kristo. Piga makofi na vigelegele kwake. Tusifikirie juu ya dunia tu peke yake, hapana. Maandiko yanasema dunia inapita pamoja na tamaa zake zote, bali afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Watu wanaofanya mapenzi ya Mungu, Maandiko yanasema ya kwamba watadumu hata milele. Kitakachotufanya twende mbinguni ni pale tunapofanya mapenzi ya Mungu. Kitakachotufanya twende mbinguni ni pale tunaposamehewa dhambi. Kitakachotufanya twende mbinguni ni pale tunapomwamini Yesu Kristo. Kitakachotufanya twende mbinguni ni pale tunapoishi maisha matakatifu. Na maandiko yanasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao. Hebu mpigie Yesu makofi na vigelegele hapo sebuleni kwako ulipo, hebu mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele, hebu mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu anakupenda. Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo ni Mwokozi. Hakuna mwokozi mwingine kama Yesu, hakuna anayeponya kama Yesu, hakuna anayekua kama. Hebu piga makofi na vigelegele kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Akawambia, msifadhaike mioyoni mwenu, kama mnamwamini Mungu ni aminini mimi na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivi? Akasema ninakokwenda mimi, njia mnaijua. Tomaso akamwambia Yesu, Yesu, unakokwenda kwenyewe sisi hatupajui, sasa hiyo njia tutaijuaje? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aje kwa Baba ila kwa njia mimi. Mshangilia Yesu kwa makofi na vigelegele! Hakuna njia nyingine zaidi ya Yesu Kristo. Hakuna mwamba zaidi ya Yesu Kristo. Hakuna mwokozi zaidi ya Yesu Kristo. Ni Yesu peke yake. Bwana Yesu, haziviwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Akasema hivi maanake, wale wanafunzi wakafikia mahali wakajiona kama sasa wataachwa yatima. Yesu akawaambia sita waache yatima, naja na kwenu. Akawambia lakini, pamoja na hayo, mimi sitasema nanyi maneno mengi, maana mkuu wa ulimwengu huu iwaja, wala hana kitu kwangu. Mkuu wa ulimwengu huu hana kitu kwa Yesu. Mkuu wa ulimwengu hana kitu kwa Yesu! Mkuu wa ulimwengu hana kitu kwa Yesu! Shangilia kwa makofi na vigelegele vingi! Shangilia kwa makofi na vigelegele vingi! Shangilia kwa makofi na vigelegele vingi! Haleluya! Wakaenda kwa Yesu. Twende kwa Yesu, mimi nawe.

Amen. Hebu tusimame juu. Hebu tusimame juu tukapokee baraka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka na nikuambia kitu kimoja ndugu yangu wa mafuriko wazo, ndugu yangu wa Dar es Salaam, ndugu yangu Mtanzania, ndugu yangu ulioko Amerika ya Kusini, ndugu yangu ulioko Rio de Janeiro, Brazil, ndugu yangu ulioko Beijing, China, ndugu yangu ulioko India kule Bombai kule India, ndugu yangu ulioko Ujerumani kule Bon, ndugu yangu ulioko kule Italia, ndugu yangu ulioko kule Bogota Colombia, leo unazungumza nawe habari za Yesu Kristo. Bwana Yesu anakupenda, Bwana Yesu anakupenda, Bwana Yesu anakupenda. Yesu wamekufuata kwenye sebule yako, Yesu wamekufuata kwenye kwenye simu yako Yesu amekufuata kwenye simu yako. Anataka akuokoe. Anataka akuoko... Bwana Yesu asifiwe. Majina yetu ili kwamba yaweze kuandikwa mbinguni ni lazima tusamehewe dhambi. Majina yetu yaandikwe mbinguni ni lazima tusamehewe dhambi. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mithali 28:13 afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Lakini aziunga mae na kuziacha atapata rehema. Maandiko yanasema kwenye mhubiri kwenye kitabu cha Warumi sita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 Faida uliyoipata ni kunikubeba vidonge vya ARV kila wakati kila siku uko ndani ya dozi, ndio faida uliyoipata. Faida uliyoipata ni kupigwa mangeo kichwani. Faida uliyoipata tangu umeanza kufanya dhambi umepata faida gani? Hakuna faida ambayo umeipata. Maandiko yanasema ni, ni, ni faida gani mlioipata zamani zile kwa mambo hayo mnayetayarikia sasa? Hakuna faida yote ile. Faida ya dhambi ni mauti. Maandiko yanasema karama ya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 nisipokufa mimi kila Zakaria wataokoka vipi? Kama Yesu asingekufa, asingekufa mimi leo ningepata wapi wokovu? Mimi leo ningepata wapi wokovu? Usifikiri kwamba nilizaliwa mimi nikiwa mlokole, nilizaliwa nikiwa mpagani tipitipi tipi. Kama ulivyo wewe Haumjui hata Yesu, lakini Yesu anakujua, Yesu analijua jina lako. Leo rudi kwa Yesu Kristo. Maandiko anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Anasema jiosheni jitakaseni, enyi wenye dhambi, jiosheni jitakaseni, enyi wenye dhambi. Leo kija kwa Yesu Kristo, atakusamehe dhambi zako zote, hata kama ulitoa mimba. Si unakumbuka umetoa mimba juzi? si unakumbuka daktari alikwambia nini juzi? Umemba shingapi daktari juzi? Ukaenda ukatoa mimba na mpaka sasa hivi hali yako ni mbaya, siku zako inawezekana zinahesabika, lakini leo Yesu Kristo amenileta chumbani kwako, amenileta mbele yako. Ndiyo maana umefungua simu hii, umekutana na ujumbe huu. Ujumbe huu unakuhusu wewe Yesu Kristo anakupenda. Yesu anasema, nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Huku ndiko kumtafuta Yesu. Mrudie muumba wako, maana niko anasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, kabla hujafikia wakati wa kufungwa nepi. Kabla hujafikia wakati wa kufungwa nepi, kuna wakati unakuja utafungwa nepi. Lakini leo kabla yote mabaya hayajaja hayo Hembu mrudie muumba wako, muumba wako Yesu Kristo aliteswa kwa ajili yako. Yesu akasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na yako mambo mengi ambayo yametokana na dhambi ulizozifanya, lakini hayo yote leo ukiyaleta kwa Yesu Kristo utasamehewa dhambi zako, utaponywa na magonjwa yako. Maandiko anasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Piga makofi na vijelegera kwa Yesu Kristo. Piga makofi na kumshangilia Bwana. Mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Hakuna mwingine anayetupenda kama Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu unipenda kwako kwa kona kimbi oni weweni wewe uto